Wingu la maandamano ambalo limeteka anga mchana wa leo katika kaunti zaidi ya ishirini yamemfanya rais William Ruto kuwa rai wa Kenya kuhakikisha wanalinda amani ya taifa, mali ya Wakenya na kuhakikisha chochote mmoja anachokifanya kinaambatana na katiba ya Kenya hata wakati wa maandamano. Pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili, na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tunalinda amani ya taifa letu la Kenya na yale yote tunayafanya yawe chini ya sheria na tuhakikishe. Haya yanajia wakati ambao kinara mwenza katika serikali jumuishi, Raila Odinga, ameitaka serikali kuwafidia familia za Wakenya waliofariki au kujeruhiwa maandamanoni, akisisitiza kuwa ni haki ya kila mmoja kuandamana, ila maandamano yale yanapaswa kuwa ya amani. Tunataka yale maneno yakwishi sasa. Iko maneno ambayo niliongea juu yake juzi, ati wakati tulikuwa tunafanya maandamano watu walikuwa wamepata majeraha, kuna wengine ambayo walikufa, hiyo ni elfu mbili na ishirini na tatu. Hata mwaka jana wengine walikufa. Ili tumalize hii maneno yote, kama wakenya tuanze safu mpya. Nilisema wale ambayo walikufa wali wazazi wao wapate nini? Fidia na hata wale ambayo mwaka jana wa Gen Z iwe namna hiyo, na wale ambayo wako sasa katika hospitali vile vile wapewe pesa ya kupata matibabu. Hii maneno ikwishe, tuanze safu mpya. Haya yamejitokeza katika hafla ya mazishi ya babake gavana gavano wa kaunti ya Kilifi Gideon Mungaro, wakati ambao viongozi wa eneo la pwani wameshikilia kumuunga mkono rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Kama vile Watanzania wanasema, tusithubutu mwaka 2027 utema bj ambao tumeitafuna kwa muda mrefu kwa sababu ya karanga ya kuonjeshwa yule ambaye tumekuwa naye wakati wa dhiki, ambaye si mwingine ni Mheshimiwa William Ruto. Huyo huyo ndo tutabamanana naye mwaka elfu mbili ishirini na saba. Si kwamba tufanye kazi pamoja, mimi nilikuwa mmoja wa kuunga mkono kwa sababu sisi tunachotaka hasa, nikiwa gavana, ni maendeleo ya watu wa Kilifi county.